Ihtazza arshu rrahman bimauti Saad, yatetemeka arshi ya Allah kwa kufa Saad bin Muad. Arshi ya Allah inatetemeka. Ni amali gani alikuwa nazo Saad bin Muad? Mambo magani alikuwa akiyafanya Saad bin Muadh? Kitu gani alikifanya kwenye uhai wake Saadi bin Muadh mpaka leo yuwafa, arshi ya Allah inatetemeka. Arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala inatetemeka.

Ambaye kwamba anaitwa Saad ibn Muadh. Saad ibn Muadh ni sahaba gani huyu? Wengi katika sisi ni sahaba ambaye kwamba hatujafahamu, pengine ametajwa, lakini kuna baadhi ya matukio ambayo kwamba ni aulawiyat, ambayo kwamba ni muhimu sana kwa muislamu kufahamu, lau akisikia leo, ni khatibu ni darasa msikitini, ni wapi ametajwa sahaba kama huyu, Saad bin Muadh Bas awe ni mwenye kufahamu ni sharafu gani sahaba kama huwa alikuwa nayo, kama vile ambavyo kwamba leo akisikia mtu ametajiwa qala Umar bin Khattab, qala Abu Bakr bin Siddiq, qala Ali bin Abi Talib, qala Uthman bin Affan, ajua huyo nani alizungumza hivyo, ai qala Khalid bin Walid, qala Hamza, au masahaba ambao kwamba mashuhurini kama vile vile unavosikia mwili wako usisimka ukisikia Umar ibn Khattab yatajwa, basi na vile vile umjue huyu sahaba Saad bin Muadh. Naye ni nani huyu sahaba? Kwanza alikuwa raisul kaum, raisul kabila fi Yathrib, alikuwa ni sahaba ambaye kwamba ni kiongozi wa kaumu yake, kiongozi wa watu wake huko Yathrib, kabila la Aus, na wengine wasema kabila hilo lilikuwa huko Madina na kuslimu kwake kulipelekea, kuslimu kwake kulianzia vipi? Walichukuliwa kiongozi na walimu na mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa yuwa watuma kwenda sehemu tofauti tofauti kwenda kuifundisha dini, na miongoni mwa miongoni mwa walimu waliotumwa huko Yathrib ni Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair. Huyu tutakuja kumzungumzia naye mjue uzito wake huyu sahaba ana mambo yake ambayo kwamba yametajwa kihistoria. Kwa hivyo miongoni mwa hawa walimu akawa ni Musab bin Umair, ametumwa kwenda sehemu za Yathrib huko, kwenda kuwafundisha watu wake dini. Alipofika sehemu kama ile, Musab bin Umair, baada ya kuwa ameieneza dini, na sehemu ikafika kama ile, kukawa kuna kiongozi mwingine wa kabila lingine hapo hapo Madina, aitwa Asad. Huyu ni Saad, na kuna mwingine aitwa Asad aliposilimu Asad vile vilevile akamfikishia ujumbe mwenzake ambaye kwamba ni huyu Saadi bin Muadh. Angalia himma watu walikuwa na moyo kiasi gani wa kuipenda dini. Aliposlimu huyu Saadi ibnu Muadh ameslimu asubuhi, haikufika jioni isipokuwa kijiji chake kizima kimekuwa ni chenye kuslimu, si wazee si watu, watoto, si wasichana si wavulana si vijana wote wamekuwa ni wenye kuingia kwenye Uislamu. Hebu angalia ni kazi gani kiongozi kama huyu alikuwa nayo, raghba gani, hamu gani alikuwa nayo juu ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haijawahi tokea hilo kwenye historia, isipokuwa ni maarufu kwa sahaba kama huyu. Baada ya kuslimu kwake hakukubakia mtu kwenye kijiji chake isipokuwa waliingia kwenye Uislamu. Ithan, sahaba kama huyu miongoni mwa mambo ambayo kwamba alikuwa akiyafanya fanya amejulikana fanya, nayo wakati wa vita vya Badri, na vita vingine vyovyote alikuwa akijenga arsh makao fulani hivi ya Rasulullah, kisha akimlinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwenye vita, mpaka mtume alikuwa akimwombea dua sahaba kama huyu Saad bin Muadh, akimpenda sana Saad bin Muadh. Isitoshe, wakati aya yaliani ilipoteremka, sahaba kama huyu alizungumza maneno haya. Alisifika kwa wivu wa hali ya juu, ambao kwamba wengi katika rijali za mazetu wamefeli kwenye kuwa na ghira na wivu na wake zao na mabanati zao na mama zao na madada zao. Ndeo wangapi katika wanawake wanajiposti ma TikTok wangapi katika wanawake wanakuwa waziwazi wazi, na pasi ya kuwa waume zao au mandugi zao wanaowafahamu walio amri juu yao hazungumzi lolote, bali kutakuwa na madai youth wenye kuwaunga mikono na kufanya nao hizo video ambazo kwamba wanaziposti ma TikTok. Tusiingilie sana upande huo, ni tanbihi. Turegee kwenye mada yetu kumzungumzia Saad bin Muadh. Kwa hivyo sahaba kama huyu alikuwa nasifika kwa hali ya wivu alikuwa na wivu mkali, mpaka aya hiyo ilipoteremka, akayasema maneno haya, wallahi lau laqaitu rajulan ma imrati la darabtuhu bisaifi ghaira musfahin, ningempata mtu mmoja tu amekuwa pamoja na mke wangu, basi ningempiga kwa panga bila kumsamehe. Wakaenda maswahaba kumwambia Mtume Saad bin Muadh amesema maneno kama haya. Mtume akawambia atajabuna bighirati Saad, je nyinyi mwashtuka kwa wivu wa Saad? wallahi ana aghyaru min, mimi nina wivu zaidi, wivu wangu mimi ni zaidi kuliko wa Saad. wallahu aghyaru minna, na Allah ndiyo mwenye wivu zaidi kuliko sisi sote. Hebu angalia ha maneno huyo, ni Saad bin Muadh na kadhalika miongoni angalia ya matukio yaliyotokea sasa. Hapa ndio palengwa kabisa na ndio maudhui inayopozama zaidi ni kuwa Saad bin Muadh, wakati alienda katika vita vya Khandak, Allah alimjalia akapata jeraha kali mno, alijeruhiwa vibaya sana Saad bin Muadh. Lakini wakati siku likuwa Saad bin Muadh wafariki, kuna matukio makubwa yalitokea kihistoria hayakutokea kwa mtu yoyote, yamekuwa special kwa Saadi bin Muadh. Wakati sahaba kama huyu amekata roho, ihtazza arshur rahman, arshi ya Allah ile ilitetemeka kwa huyu bimauti Saadi bin Muadh. Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam iwalia na kusema, baada ya kuwa Saadi amepata habari Saadi bin Muadh amefariki, asema nini? Ihtazza arshur rahman bimauti Saad, yametetemeka arshi ya Allah kwa kufa Saadi bin Muadh. Arshi ya Allah inatetemeka. Ni amali gani alikuwa nazo saadi ibn Muadh? Mambo magani alikuwa akiyafanya saadi ibn Muadh? Kitu gani alikifanya kwenye uhai wake saadi ibn Muadh mpaka leo yuwafa, arshi ya Allah inatetemeka, arshi ya Allah subhanahu wa taala inatetemeka. Afanya mbio Rasulullah kukimbilia kwenda kuipata swala ya jeneza ya saadi ibn Muadh, mpaka viatu vinakatika na vidole watu waumia kwa majabari, kwa sababu ardhi ile ya Maka ya ilikuwa ni desert, kwa sababu kulikuwa na mawe mawe, wakikwaruzika wengine na kutoka damu kwa kule kwenda mbio sana, mpaka viatu vachanika. Maswahaba wamwambia ya Rasulullah, polepole, taratibu. Na wajibu mimi nakimbilia, nisije nikaipata nikaikosa jeneza ya Saad bin Muadh. Na huku Mwenyezi Mungu akawateremsha malaika elfu sabini kwenda kumzika huyu Saad bin Muadh. Ni sharaf kiasi gani ndugu yangu Muislam? Leo wateremshwa malaika wasiteremke elfu sabini ateremke mmoja tu kwenda kuisindikiza jeneza yako. Leo wateremka malaika elfu sabini kwenda kuisindikiza jeneza ya Saad ibn Muadh. Ebu angalia sharaf kama mpaka arshi ya Allah yatetemeka kwa kufa Saadi bin Muadh. Lakin, lakini maalasaf, ikhwa, yasikitisha leo akasimama mtu na kuwaambia watu katika zama za leo ya kwamba baba yake yeye baba yake ni aula na ni mbora kuliko Saadi bin Muadh hapini hata kauli yake, maneno yake akachunga. Je, ukaangalia utukufu wa swahaba kama huyu? Mizani yake iko wapi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Nuhsinu dhanni bi abika, lakini je afikia usharaf na utukufu kama huyu? Hii ni kwa sababu ya kuwa ni maana, kwa upande mwingine kusema hivyo kuwa ni mbora kuliko huyu swahaba, nikana kwamba umemtweza sahaba kama huyu. Pengine ilikuwa watu hawamjui swahaba kama huyu ni nani, basi fahamu ya kwamba huyo ni katika machache niliyonukuu nukuu ya huyu Saad bin Muadh na huku Rasulullah, baada ya kuwa yuwazikwa yule swahaba, yuwafanyiwa mazishi yake, asema inna lilqabri, hakika kwenye lile kaburi kuna mashaka, kuna mibano, kuna matatizo mengi sana, huku akisema kama kuna mashimo afadhali shimo ambalo kwamba linanyoka wakali mno lakini, hakuna shimo linalotishia kama shimo la kabri na hili kaburi. Basi elewa hizi dhiki za kabri na mibano yake, lau lingekuwa kuna mtu yuaongoka kutokamana nami kasa ya kaburi kama hii na kubanua kwake na mateso yake, basi angeokoka Saad bin Muadh. Haya yote ni, ma, ni, ni baadhi ya nuktaat nimezichukua kwa ajili ya kukuonesha utukufu wa huyu sahaba. Ewe ndugu yangu Mwislamu, kuwa makini, ifahamu dini yako, ielewe dini yako, yasikupelekea atakaokupelekea mpaka ukavuka mipaka ukataka kuwadharau masahaba. Na hii tumefanya kusudi kuliweka somo kama hili, ili mwislamu ajengeke kiimani, ili mwislamu ajue anachokifanya, ili mwislamu aige yale mema ambayo kwamba hawa waliyafanya, na awape heshima masahaba na kuwajua dini yao. Leo hata ukizaa mtoto, lau Allah akikujalia akawa ni wa kiume, ukimwita yule mtoto Saad bin Muadh, kama mimi nakuita Saad wewe na nakuombea Mwenyezi Mungu akujalie kama alivyokuwa Saad. Hata yule mtoto akishajua jina lake na sahaba kama huyu ni nani, basi huwa huona fakhri, na akaona ya kwamba mimi nimepewa jina zuri na jina la thamani sana. Kwa hivyo tuwaite watoto tuwa wetu majina, na tuwe ni wenye kuwaombea na kupatana na majina kama haya, yawe ni wenye kuambatana na sifa za maswahaba kama hizi ili nao wawe angalau, hasa wakafuata zile nyao, sio zote, lakini kukawa na ile level fulani, akaiga mtoto wako kwa sababu ya sifa ya ule sahaba. Nadhani tukitosheke na hapa, tukijaliwa inshallah, biidhnillahi alkarim, tutakuja kumsoma mwalimu wake huyu ambaye kwamba alisilimu kwenye mikono yake Musab bin Umair, naye ni sahaba aina gani? Subhanakallahumma wa bihamdik